Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dk Leonard Akwilapo amewataka watumishi wa sekta ya ardhi kuhakikisha wanazingatia utu wakati wa kuhudumia wananchi na pia kufanya kazi kwa umakini, uadilifu pamoja na kuzingatia miongozo ya utumishi wa umma wakati wote wa kutekeleza majukumu yao. Dk Akwilapo ameyasema hayo siku ya jana wakati alipotembelea kliniki ya ardhi inayoendeshwa katika mtaa wa Mbae Mashariki na Likombe katika halmashauri ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Amesema, dhamira ya wizara yake ni kutoa huduma bora kwa wakati zenye nia ya kumaliza migogoro yote ardhi sambamba na kuangalia chanzo cha migogoro hiyo. Mwelekeo wa serikali kwa sasa unahakikisha kuwa kazi zinafanyika kwa kuzingatia utu. Sekta ya ardhi, tupo mstari wa mbele kuhakikisha kuwa kauli mbiu hii ya serikali ya awamu ya sita inatekelezwa ipasavyo na kwa vitendo. Maelekezo yangu kwa wa watumishi wa Wizara ya Ardhi ni kufanya kazi hii kwa umakini na uadilifu wa hali ya juu ili zoezi hili liwe la mafanikio na lisiwe chanzo tena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 Tata kuna mambo mengine hata ya upepo, wanatokea wapi, jua natokea wapi, watakusaidia ongene na wataalamu wetu. Kwa upande wake kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Mtwara Fredrick Mlema amemweleza Waziri wa Ardhi kuwa, katika zoezi la kliniki ardhi linayoendelea katika halmashauri ya Mtwara Mikindani takriban hatmilki za ardhi mia tano na tatu zimetolewa kwa wananchi wa mitaa ya Mbae na Likombe. Zoezi hili ni endelevu na tunawaomba wananchi waendelee kujitokeza